Hii na kuletea sababu kumi mbazo huwa zinamfanya mwanamke kujifungua, yaani tunasema mjamzito kujifungua kabla ya muda wake, yaani sometimes tunasema watoto kuzaliwa aliyakuwa hawajafikisha muda wake watoto njiti. Sababu ya kwanza ni mashambulizi makali kwenye via vyake vya uzazi kwenye mji wake wa mimba. Hapa tunazungumza kama vile PID, fungus na chlamydia na kadhalika. Ila sababu ya pili ni pressure wakati akiwa mjamzito. Tunasema pressure wakati huyu ni mjamzito au anaweza akawa na historia ya pressure hapo nyuma. Sababu ya tatu, tunasema ni huyu mwanamke kupata kisukari cha mimba. Tunaita gestational diabetes ambayo mara nyingi inaweza ikapelekea hata uhai wa mhusika. Ila sababu ya nne ni mama kuwa mimba ya mapacha au zaidi. Na sababu ya tano, mlango wa kizazi kuwa dhaifu. Na sababu ya sita, tunasema ni ile hali ya kuvuja au kupasuka kwa chupa la uzazi, inampelekea huyu mwanamke apate kujifungua kwa dharura. ya saba ni lishe duni. Huyu mwanamke unakuta ana, ana, ana, ana laki baadhi ya madini ambayo yanatakiwa, sawa. Hata unakuta hata utumiaji wa folic acid ilikuwa si vile anavyopaswa na sababu ya nane ni msongo wa mawazo. Sababu ya kumi ni matumizi ya tumbaku, yaani matumizi ya tumbaku kirevi, dawa za kurevya na kadhalika. Hivi vinaweza vikapelekea mwanamke huyu kukumbana na hiyo hali. Sababu ya kumi tunasema ni historia ambayo ilishawahi kujitokeza huko nyuma, sawa, ambapo tunasema labda alishawahi kujifungua kabla ya muda kwa hiyo inaweza ikajirudia tena. Kwa hiyo inabidi mwanamke unapojifungua kabla ya muda, inabidi uweze kujitibia mapema, kujua au ufanye uchunguzi, kujua chanzo ni nini. Na sababu ya mwisho ambayo ni sababu ya kumi na moja ni humli wa huyu muhusika, humli wa mama. Mara nyingi tunasema wanawake wenye miaka arobaini na kuendelea huwa wanakumbana na kadha hii sawa, na wanawake wenye miaka kumi na sita kushuka chini, na wao huwa wanakumbana na kadha hii, ambapo anaweza akajifungua kabla ya muda wake. Natumai umejifunza kitu. Je, ungependa nikupe elimu zaidi kuhusiana na masuala mazima ya uzazi na masuala mazima ya afya upande wa mwanamke na mwanaume? Basi nitafute WhatsApp nitakutumia link ambayo utaingia kwenye group langu utakuwa ukijifunza. Usiache kufollow, kulike na kushare ili watu wengi wapate elimu hii.